Mchungaji David Schuit kutoka nchini Marekani ni mmoja ya watumishi wa Mungu waliofika katika bara la Afrika hasa Tanzania, kuleta neno la Mungu, injili ya bwana wetu Yesu Kristo kama wamisionari. Katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne, David Schuit kutoka Marekani alipata nafasi ya kutembelea maeneo ya umisheni hasa katika mkoa wa Arusha na wilaya ya Karatu na kujionea kwa macho kazi ya Mungu inavyoendelea, na kwa furaha kubwa alionayo hakusita kusema kwa anafurahishwa sana kuona injili sasa imewafikia Wahazabe na Wasonjo, Wadatoga wote wanaoishi maeneo hayo ya Karatu. Hapa ni sehemu ya safari yake kuelekea Karatu kujionea mwenyewe kazi ya injili inavyoendelea. Mimi ni Msanjosa kuunganisha na habari hii. Sifa kubwa eh, unapokuwa misionari ni kukopi maisha ya watu ambao wamapelekea injili, kwa jinsi wanavyofanya. Hii imefanywa na mchungaji David Schuit kutoka Marekani. Misionari huyu baada ya kufika tu Tanzania alikopi mazingira na maisha ya Afrika na hasa Tanzania kwa kutumia usafiri wa bodaboda boda, katika harakati zake za kujiandaa kuelekea maeneo ya umisheli. Endelea kubarikiwa sana na habari hii. Heri, ni nasafiri pamoja na Yesu. Nimo safarini nakwenda kwa baba kwa

Uh, mimi ninaitwa Mchungaji Mwalimu Daudi Shuti, nilikuwa majaida kwa miaka mingi kidogo, halafu kaishi kusoma, alafu mwanza kwa kipindi fulani, na nimerudi kwa furaha kuangalia maendeleo ya kazi katika upande wa kufikia Wadatoga na sasa kuona njuri inaowafikia Wahadzabe wa, uh, wa asinamitia uh, moyo kwa miaka mingi tumejiunga na mfungaji Shilikale katika kazi ya misheni na tunafurahi sasa kuona maendeleo ya kazi. Kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Asante sana mtazamaji wangu mpendwa kuangalia simulizi ambayo imeandaliwa nami, Musa Njosa Zebigwa ni wa MCC kuletea taarifa hizi za mishenari, na mimi utakuwa umebarikiwa sana. Nikukaribishe katika vipindi vinavyoendelea hapa mpaka wakati mwingine, hatuna la ziada kwa sasa uh.